Tuwapongeze sana sana sana na kuwashukuruni kwa mwendelezo wa sadaka, naita sadaka na sio tuzawadi zawadi ambazo mmeendelea kutoa kwa hospitali, kwa sababu tunafahamu bila kutoa hata kitu chochote, utumishi wenu pekee ni sadaka kubwa sana, lakini mimeona haitoshi mkaona mwingie mifukoni mwenu na kutoa zawadi hii kubwa sana kwa ajili ya watoto wetu wa nyanda za juu kusini, na hii ikuunga kuunga e, mkono jitihada kubwa za serikali yetu, ambayo kama ambavyo wote tumekuwa tukiona kwa macho yetu imefanya makubwa katika kuwekeza katika sekta yetu ya afya. Leo asubuhi nilikuwa na tafakari nikasema hivi, katika sekta ya afya Ukiamua wanawake wasiwe kazini, umeshaelewa kwamba hospitali zote zitaparalyze. Yes, yes, wala sio utani. Kwa hiyo ninyi ni mhimili mkubwa mkubwa sana wa afya za Watanzania, naomba tujipigie makofi. Mchango wenu ni mkubwa sana, na kwa kweli tunawashukuru sana. Ndugu mgeni rasmi, mbele yako ni Umoja wa Wanawake MZRH women group katika idara zote, na jumla yetu ni 671. Umoja huu ulianza rasmi mwaka 2022 ikiwa jumla na wanawake 400, na hadi hapa kufikia mwaka huu tumekuwa na ongezeko la wana umoja wapatao 271. Ndugu mgeni rasmi kama watumishi wanawake kutoka Hospitali ya Rufaa ya Kanda tunaungana na wanawake wenzetu katika kuadhimisha siku hii ya adhimu, na katika maadhimisho ya mwaka 2025, tuliona busara kurudisha fadhila kwa jamii CSR kwa kununua meza tano za kuhuisha watoto wachanga Neonatal Resucistaire. Meza hizi zina thamani ya shilingi milioni 62 na laki 5. Aidha, fedha hizi zinatokana na michango ya hiari ya wanachama pamoja na wadau wengine wakiwemo watumishi wanaume. Wazo hili lilikuja ili kuunga jitihada za mama yetu rais wa awamu ya sita, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kupunguza vifo vya wajawazito na watoto wachanga, ikiwa pamoja na kugusa jamii kubwa ya Watanzania na wale wa nchi zinazopakana nasi wanaopata matibabu katika hospitali hii siku ya wanawake duniani mwaka 2025. Kauli mbiu yetu ni haki, usawa na uwezeshaji. Lakini tunapenda kumshukuru Mungu kwamba katika mwaka huu tulidhamiria kutoa sadaka katika Hospitali ya Kanda ya Rufaa Mbeya katika kitengo cha wazazi na watoto wachanga META. Tunashukuru Mungu kwamba kutokana na michango yetu inayotokana na posho zetu pamoja na michango ya watumishi wengine na wadau wengine tumeweza kukusanya kiasi cha shilingi milioni sitini na mbili na laki tano ambazo tumenunua mashine kwa ajili ya kuokoa maisha ya watoto wachanga. Tunashukuru Mungu, tumeweza kuzikabidhi mashine hizi tano, lakini pia tumefanya hivi kwa ajili ya kuunga mkono jitihada zinazoonyeshwa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuinua sekta ya afya. Amejenga majengo, ameweka miundombinu mbalimbali ikiwemo na mashine sasa sisi wanawake wa Hospitali ya Kanda ya Rufaa Mbeya tumeona leo tumuunge mkono kwa kutoa mashine hizi ambazo tunaamini kabisa zinakwenda kuokoa maisha ya watoto wachanga. Asante kwa nafasi hii. Ningependa kuchukua fursa hii kuishukuru uh, Umoja wa Wanawake wa Rufaa ya Kanda Mbeya kwa zawadi nzuri waliotupa ya vitanda vitano kwa ajili ya watoto wetu wachanga. Vitanda hivi sio vitanda tu vya kawaida, lakini vitanda ambavyo vina mashine mbalimbali ndani yake, ni mashine karibia tano ambazo zitawasaidia watoto hawa ambao tunawahudumia katika. Zawadi hii ambayo tumeipata itasaidia kuboresha huduma ambayo tunatoa kwa watoto, kwa hudumu wetu wa afya ambao tunafanya kazi mahali pale, lakini zawadi hii haitaishia tu kurahisisha huduma tunayoitoa, lakini itawagusa moja kwa moja watoto tunaohudumia, lakini pia na familia na jamii nzima inayotuzunguka kwa pia ningependa kuchukua nafasi hii kusema asante kwa ajili ya umoja wa kina mama kwa sababu hii zawadi inaonyesha kwamba wakina mama tunaweza, na wakina mama ni jeshi kubwa. Licha tu ya kwamba tunaweza kuleta uhai duniani pale tunapojifungua, lakini pia tumeonyesha uwezo wa kutunza ule uhai hata mtoto atakapozaliwa, kwa sababu kwa mashine hii ambayo tumeipata, inaweza kusaidia kutunza joto la mtoto, lakini sio tu kutunza joto la mtoto, kumsaidia hata mtoto kuweza kupumua, lakini pia mtoto akipata shida ya njano, pia inaweza kufanya matibabu bado mtoto akakaa katika kitanda hicho hicho kimoja.